Hali ndio kama ambavyo inavyoonekana hapa katika maeneo haya ya Benjamin Mkapa, ambapo mvua kubwa kweli kweli inapiga, lakini hilo halijatosha kuwazuia Wanasimba kuja eh, hapa ama kuendelea kupanga foleni kama ambavyo tunavyoona. Eh, mashabiki licha mvua kuwa kubwa, lakini eh, wanaendelea kumiminika taratibu, eh, kuhakikisha kwamba leo Mwarabu hatoki hapa usogeze. E, kama unavyoona umati e, wa Tanzania wapenda Simba, e, wapenda Simba wapenda michezo. Mvua kwao si kitu, wanakuambia e, iwe mvua iwe jua hii tunavuka, na ndicho hicho ambacho unachokiona hapa kama inaakisi jambo hilo. E, foleni ni kubwa kweli kweli kuhakikisha basi, e, watu wanaingia uwanjani wana Simba wanasema wakitaka jambo lao hawana dogo. Eh, taratibu kabisa, watu wana ubaya bwela Eh, wakiwa wanaingia wanjani. Huyo mzee Karumanzila kutokea Bana. Eh, mambo vipi faza? shari ukopoa, niko poa. Naona mvua naona mvua kama kawaida eh, eh, wadada hao, ubaya bwela nao, taratibu leo ngapi? Leo wadada <laughs> Hey, hey. Simiu. Hey, simiu kama, kama kawaida kibuyu anatembea. Ndiyo ameingia hapa kuja kumaliza biashara. Kibuyu kinasemaje leo kibuyo, simu, achomoki lakini mnavuka kikubwa mnavuka eh? Basi mimi ni sikuchoshe sana eh, naendelea kuangalia umati huo. Licha ya mvua eh, hapa Benjamin Mkapa lakini eh, mashabiki eh, wanaendelea kujitokeza taratibu taratibu, asi kwakinikisha kwamba eh, wanaenda kuisapoti timu yao. Hili si jambo geni ama jambo dogo kwa wekundu wa Msimbazi Simba, kwani hizi ni shoo za kimataifa na ni shoo ambazo eh, wao binafsi wamezizoea eh. Eh, mashabiki hao wakiendelea kumiminika taratibu taratibu licha ya mvua e, kubwa kuendelea kunyesha hapa katika e, maeneo haya ya Benjamin Mkapa, ila limekuwa si jambo la kuzuia na Simba e, kuingia uwanjani kuja kuhakikisha kwamba basi e, mambo yanakwenda vizuri kwenye mchezo wa leo na kwenda kufikia ile nusu fainali ambayo wamekuwa wakitafuta katika miaka ya karibuni na endapo Wekundu wa Msimbazi Simba tafuzu usiku ya leo hii itakuwa si mara ya kwanza, kwani walishafanya hivyo eh, miaka kadhaa iliyopita mwaka 93 wakicheza fainali ya eh, kombe la shirikisho hapa hapa Tanzania eh, katika dimba la Uhuru eh, zamani likifahamika kama dimba la Taifa eh, lakini mwaka 74 eh, wakifika katika hatua ya nusu fainali ya michuano ya klabingwa barani Afrika. Eh, kwa hiyo kondo Msimbazi Simba leo wanatafuta rekodi nyingine ambayo vizazi vya sasa ama vizazi vipya hawajapata nafasi ya kushuhudia. Hilo ni jambo la kusubiri, lakini kwa namna ambavyo mashabiki wa kondo Msimbazi Simba wanachangamka, wanamaanisha leo kuna jambo wanalitafuta. Official Kojani Fitness niko hapa ndani eh, ya Simba Fans TV kuhakikisha kwamba nakupa kila ambacho unastahili kukipata kuanzia sasa eh, mpaka pale mchezo utakapotamatika kuona je wakunda Msimbazi Simba eh, wamekwenda eh, fainali, nusu fainali ama eh, wakiendelea kusubiri kwa miaka mingine. Na hilo ndo dimba ambalo litakwenda kuhodhi mchezo wenyewe. Linavyoonekana kwa nje eh, baadhi ya maeneo yakionekana kuwa eh, tulivu kabisa, lakini eh, hiyo haimaanishi kwamba wana Simba wamepoa, kwani kwa hakika akiwa katika dimba hili wanakuwa timu nyingine, wanakuwa watofauti kabisa, tofauti na ambavyo wamezoeleka. Eh, hakika wamependeza kwa jezi zao jekundu, jezi za bluu hiyo, lakini pia jezi zao nyeupe zimewafanya eh, kupendeza vilivyo. Hii ndio ile wanakwambia. Iwe jua iwe mvua wao wanavuka. Hao ni wekundu wa Msimbazi Simba. E, wakiendelea kuwasili hapa licha ya mvua kubwa hii, lakini bado haiwakatishi tamaa wana Simba e, kuvuka hapa e, katika maeneo ya uwanja kuingia uwanjani e, na hiyo ndivyo namna ambavyo kama tunavyoona hali e, ilivyo sasa hivi. E, Wanasimba hao wakiwa wanaendelea kuangalia ni namna gani e, wataweza kuingia katika dimba hili e, lakini mvua leo si kikwazo kwao kama ambavyo naendelea kukwambia ama kusisitiza e, kutokana na wao wenyewe e, kuitaka hii mechi e, kama ambavyo unavyoona mvua inapiga e, lakini bado e, wanasimba hao. Basi mimi sitaki kuendelea kutia maneno sana. E, ni acha tu uone hiki ambacho kinachoendelea hapa Benjamin Mkapa wakati huu, na ulinzi umeimarishwa kweli kweli, kama ambavyo e, jeshi la polisi limekuwa likifanya kazi zake siku zote kuhakikisha kwamba mali za raia e, na raia wenyewe wako salama e, hii ni jambo la kitaifa. Pia nisahau kukuambia, kwani hapa wekundu Msimbazi, Simba hawawakilishi wana simba pekee, bali pia wanaliwakilisha taifa kuhakikisha kwamba heshima na thamani ya mpira wa Tanzania e, inaendelea e, kuwa juu kama ambavyo walipambania siku zote. Na hao ni e, gari za wanasimba kutoka sehemu mbali mbali, e, wakiwa wamepaki basi zao maeneo haya e, kuja kuhakikisha kwamba ile azma ya wanasimba kufika nusu fainali basi na wao wanakuwa sehemu ya kuandika historia hii e, Benjamin Mkapa Stadium kama inavyoonekana hivyo. E, mambo ni moto kweli kweli.